Saa sita naenda kwa mchungaji yoyote yule, pale nyumbani, yani pale yule mtani mkubwa, ina vijiji kama sita hivi kama sikosei, nikaa naenda kesho, naenda kwa mchungaji huyu, kesho naenda kwa. Ulikuwa na unaenda wewe kama wewe ama ulikuwa unatumwa? Nilikuwa natumwa. Na unajua ukishalala mm, inatoka ile nafsi hai inabaki yani kitandani, ukienda kumamsha mtu, ndo maana mara nyingine ukimamsha mtu unakuta amelala kumbe ile nafsi imeshatoka, nibaki mm. tu nikigogo kipo kitandani, hasa ndio vetu kwa tunaondoka. Naenda kwa mchungaji, naenda kwa mchungaji, ngikuta mchungaji amesimama vizuri na maombi, na mfata mke wake, kukuta mke wake yupo vizuri na maombi, naenda kwa watoto wake. Ndio maana nakuta watoto wengi wa mchungaji hawajaokoka, wengine wanavuta bangi, wanakunywa pombe. Hiyo mm. ndio ilikuwa kazi, yani unatafuta una, una kitu chochote kile ambacho ki